Habari, karibuni. This is Madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm. Leo nimepokea vifaranga wangu wa layers aina ya Isa Brown wakamia hamsini. Kwa hiyo tutafuga wote, Mungu akijalia wa jamani, wapendwa. Kwa hiyo vifaranga wangu hmm. ndichokutana nacho huku Mungu wangu ni kwamba hmm. yaani kampuni hizi wamenichanganyia Umeona, huyu kifaranga ni mweusi ti. Kuna vifaranga wako kama nane, kama sio tisa, kwa haraka haraka wanaweza hata wakafika kumi. Imechanganyiwa. Kama ukikagua hii video yangu vizuri, utawaona, yani hao vifaranga wana manyoya meusi, wana hiyo brown, lakini wananyeusi pia. Kwa hiyo imechanganyiwa hapo. Sasi imekuwaji ila Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo leo, haya maji hapa nimesina tangawizi leo, na huku kwetu mvua zinanyesha hatari. Kwa hiyo nilichokifanya, nime nimewapa kitunguswaumu pamoja na maji na majani ya mpapai, ni mazuri pia sana, inga yenyewe hayawapi joto vifaranga, lakini kama tangawizi lakini yanawakausha vitovu yanawafanya wanakuwa active, kwa sababu kama tunavyojua kitunguu saumu ni, ni kama antibiotic ina boost immunity na sasa hivi mvua zinanyesha sana, kwa hiyo hapo ninawa nawakinga pia na pia nawatibu nawatibu. nawatibu vitovu na kuharahara pia napo kunakaushwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kama na, kama wana coccidiosis magonjwa yote ya matumbo typhoid, chochote kile ambacho kinahusiana na tumbo na kitibu kwa namna hiyo. Kwa hiyo leo ndo siku yetu ya kwanza, yani leo ndo nimevipokea. Sasa hivi ni usiku lakini nilivipokea mida ya saa- saa tisa, yeah. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu jamani na nitakuwa nao, ila hawa vifaranga Nitawachanja hawa, nitawachanja kwa sababu ni wa ni wa long journey, hawa ni wa safari ndefu, tofauti na broiler. Broiler siwachanjaji kwa sababu ni mwezi mmoja. Mara chache sana ndo na na, na na kwa wateja ambao watahitaji labda kuku mwenye uzito wa kilo mbili, ndo nita nitaenda mpaka miezi sita, lakini mara nyingi naenda wiki sita kwa, kwa broiler. lakini mara nyingi sana broiler ni wiki nne kwa hiyo ndo maana si wachanjaji na wanakuwa vizuri kabisa, ila kwa hawa wa masafa marefu hawa nitawachanja, yani zile chanjo za mwanzoni zile tano lazima hile, konao, ni lazima nizichanje, labda ile, kwa sababu hata wakubwa ambao niko nao ile ya kurudia Newcastle, ya Newcastle baada ya miezi miwili au mitatu, ile ndo sijawachanja kwa sababu hii mitishamba ninao hapa inawakinga, lakini ile, zile chanjo tano za awali ni za muhimu sana. Kwa hiyo hizo ndivyo nitakavyofanya. Kwa hiyo haya maji ya tangawizi haya maji ya mini mpapai, majani ya mpapai pamoja na kitunguu saumu nitawapa kwa siku kwa siku tano kama kawaida alafu siku ya siku ya sita nitapumzika. Siku ya saba nitawachanja kama kawaida. Siku ya nane nitawapa tangawizi, natumaini hapo nitakuwa nimepata tangawizi. Nitapata tangawizi pamoja na manjano ja, nita mix pamoja na manjano yale turmeric. Kiswahili chake fasaha sijui ni si yanahitaji, yani jina lake linakuja linapotea ila ni yale manjano mabichi nitawapa nita pamoja na kitu, na tangawizi nitawapa kwa muda wa siku tano. Pia nitawaafu nitakuja, nitawachanja nita tena gomboro, nitarudi kwenye tena, kwa sababu powakika wanaweza wakawa na koksidiosis na nini, nitarudi kwenye tangawizi hii majani ya mpapai pamoja na na kitunguu saumu nitawapa tena kwa muda wa siku tano, halafu nitawaachisha siku hiyo. Siku inayofuata nitawarudia chanjo ya nyukesto. Wiki ya nane nitawapa multivitamin inaitwa inaitwa ile inaitwa antibiotic ile, kwa sababu vinaweza vikaa vinadalili ya mafua na nini na nini, ingawa tangawizi na ma-na manjano inazuia ina pia mafua, lakini nitawapa ile multivitamin ile ile antibiotic ambayo ninaifamenti ile, ile, ile ambayo nimeshare na nyinyi kwenye hii channel. Kama ujaiona unaweza ukascroll down kwenye video uka- ukakutana nayo, afu wiki inayopata hivyo hivyo. Kwa hiyo nitaangalia na wao wana dalili gani za ugonjwa ili niweze kuwapatia dawa, lakini mwisho wa siku ni vimechangamka wenyewe. Mungu ni mwaminifu, natumaini vitakuwa vizuri, ingawa sasa hivi na hii hali ya hewa kufuga vifaranga ni kama mzozo, lakini kitatoboa tu. Ya ndio hiyo tu jamani, karibuni sana wale ambao hamjisubscribe. naomba msubscribe, mcomment, mlike na mshare, kama mna maswali niulize kwenye comment section deep down below hapo nitawajibu na sapoti yenu jamani ni kusubscribe mkin subscribe tu hapo mtakuwa mmenisapoti vizuri tu yaani natakia ufugaji mwema na Mungu awatangulia awalinde nawapenda sana bye, bye.